Karibu sana, hii ni moja ya sehemu ambapo vijana, watu wazima wa makamu hapa wanakutana kujadili, kuzungumza lakini pia vile vile kuchambua kitu ambacho kinaitwa soka. Na soka ni sehemu ya maisha ya kila mwanadamu ambaye anapenda michezo. Mimi naitwa Chiwaga, hilo ndio jina langu. Hii inaitwa CWG Digital, na muhimu kwetu kukupa update na matukio mengi zaidi ambayo wewe unahitaji kuyafuatilia kila siku kila muda lakini pia vilevile vile, unakuwa na faraja zaidi ukiona matokeo mazuri ambayo unayapata katika club au timu ambayo unaipenda, ikiwa haswa katika masuala ya kisoka. Muhimu zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, kwa sababu ukisubscribe, ukibonyeza alama ya kengele inakuwa rahisi zaidi kwetu kukuambia kile ambacho kinakwenda kujiri. Sasa ukiwa umesha subscribe, basi eh, ukipata linki zetu ukipata eh, notification zetu, kuwa rahisi kwa kwanza kuendelea kufuatilia kile ambacho kinakuwa kinaendelea kupitia hapa hapa ndani ya CWG Digital. Juzi niliwapa moja ya story kubwa zaidi, kwa nini timu ya Berkane inawahofia sana klabu ya Simba ingawa mchezo umehamishwa kutoka eh, pale katika uwanja wa Mkapa Stadium Dar es Salaam kuelekea kule katika viunga vya Unguja na Pemba maarufu kama Zanzibar. Sasa kuna stori ambazo zinaendelea kuhusu mchezo huu. Kauli mbiu ya Simba kwamba hii tu na beba imeleta maudhi makubwa zaidi ya mashabiki haswa wa klabu ya Simba kusema eh, afe kuku afe, bata lakini yai lazima litagwe au yai lazima litotoe upya. Sasa huu mchezo wa fainali ambapo timu ya Simba wao tunasema ndio wenyeji, tunakumbuka mchezo wa kwanza wa Simba dhidi ya Berkane kule katika viunga vya uwanja wa Berkane Municipal, eh, stadium ndani ya nchi ya Morocco Simba walipoteza kwa kufungwa goli mbili, mchezo ambao uliwa disappoint sana mashabiki ambao walikuwa wanaangalia kwenye mabanda uminza, lakini kwa wale ambao mashabiki walikuwa kule kule katika uwanja ule wa Berkane, municipal eh, stadium, wao walikuwa wakionyesha matumaini na klabu yao ya Simba, kwa maana hii ngoma haijaisha mpaka iishe, kwa sababu mchezo wa nyumbani ambapo tutawak hawa watu tutawaonyesha kwa nini tuliitwa Simba lakini kwa Kiingereza chake wanaitwa lion e. Sasa hapa kuna mengi ambayo yanaendelea sasa hivi kwa klabu ya Simba. Moja ya taarifa kubwa ambayo imeenda kwa umma ni taarifa ya klabu ya Simba kukubaliwa e, na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi dr Hussein Ali Mwinyi kwa kulipia gharama za uwanja wa New Amani kwa ajili ya mchezo wetu. Au mchezo wao wa klabu ya Simba katika mchezo wa mwisho wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Berkane. Uamuzi huu tu sio eh, ndo maana yake umeishia hapo, lakini Raisi Mwinyi eh, ametoa huo msaada mkubwa kwa klabu ya Simba, kwani imesaidia kupunguza gharama za maandalizi ambazo ni kubwa sana kulingana na hadhi ya mchezo husika. Aidha, klabu ya Simba inamshukuru isi Mwinyi kwa kukubali eh, mwaliko wa kwenda kuwa kama mgeni maalum eh, sasa, wanaambiwa yeye eh, rais wa Zanzibar eh, rais Mwinyi atakuwa ndiye mgeni maalum katika mchezo huo, lakini historia kubwa ya Mwinyi mzee wake rais mwinyi eh, aliwahi kuwa ni mgeni pia maalum katika mchezo wa simba walivyocheza mwaka 1993 mmoja kati ya wazee wa simba akaweza kuzungumza kauli hii maarufu kama hassan dalali hiki ndio alichokuwa akikisema kipindi uh, walivyoingia wao kombe hili hapa kwa kipindi hicho mwaka 1993 eh, wa, wa, wa, walihujumiwa eh, inasemekana hivyo walihujumiwa. Sasa hawataki tena hii hujuma ijirudie tena, kwa sababu huu mchezo wanautaka kuliko vile ambavyo wao Berkane wanavyoutaka. Tutambue kwamba Berkane mpaka sasa hivi hili kombe alishawahi kulichukua, si mgeni sana lakini Simba kwake hili kombe ni mgeni zaidi. Tumeona eh, klabu ya Simba ikifanya mazoezi, lakini pia vile vile tumeona mashabiki wa klabu hiyo wakifanya hamasa iliyokuwa kubwa, na tunafahamu mchezo huu ni miongoni mwa mchezo mikubwa zaidi, ambapo klabu ya Simba wakiweza kujinyakulia eh, kombe hili basi, watakuwa wameingizwa kwenye top ya zile timu ambazo sasa hivi zipo eh, vizuri zaidi, lakini pia vilevile zimejitangazia ukubwa katika ukanda wa Afrika kwa timu ambayo amechukua kombe, lakini pia vilevile ni vile timu ambayo imeweza kukaa muda mrefu kwenye hatua ya robo fainali, lakini mwaka huu wameweza kufika fainali na kushika kombe hili. Sasa moja ya klipu ambayo tumeweza kukusogezea sauti yake ni ya huyu mzee ambaye alikuwa amezungumzia kwamba bana, hili kombe kama kuna watu watafanya figiso figiso, hawatoachana nao yani lazima watakula nao sahani moja. Akitokea mtu akafanya vile ambavyo sivyo hawatoweza kukubali. We una comment gani? Sikiliza hii sauti ya kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa na huyu shabiki mzee wa klabu ya Simba kuelekea katika mchezo huu wa fainali kati ya Simba dhidi ya Berkane katika hatua ya pili, na kukumbusha yote kwa yote, lakini usisahau pia kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, kwa sababu ni sehemu mojawapo ambapo sisi tunahitaji wewe uwe na sisi, upate habari, matukio na stori nyingi ambazo zinakuwa zinatokea hapa hapa ndani ya CW Digital. Hii ni CW Digital. Tuwe pamoja kumsikiliza kile Ambacho alichukua akikizungumzia kuelekea kwa hii moja kati ya big mechi ya fainali ya kombe la CAF Confederation Cup. Kwambia mapema, uwe ndani ya Simba, uwe nje ya Simba, hautatoka jumapili tisini na tatu, mmetuujumu. tisini na tatu, mgeni akiwa Raisi Mwinyi, kikombe kimeondoka. Jumapili hapa mgeni Raisi Mwinyi, mtu na baba yake mtujumu yake, alafu mtujumu amtoki, lazima kikombe kibaki. Hatukubali kwa vyovyote vile, hatukubali kwenye fainali tunataka hivyo hivyo, kila mwaka tuwe tunacheza robo tuwe, tuwe tunacheza nusu tuwe. Eh, kumradhi kumradhi, nani anamchezea huyo? <laughs>